Yes, namshukuru Mungu, niko vizuri hey. Niko sawa sawa hey. Lakini kikubwa bado niko na afya njema hey. Kwa maana yanapumua vizuri nah, nah. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu yes, jambo jema hey. Na, na siku zote wanaamini klabu kubwa inafanya mambo makubwa. Kuna namna ambavyo tunaishi katika kikubwa kubwa hey. Ni jambo limekuwa zuri Jezi zimekuwa nzuri, zimependeza. Mimi naamini mpaka siku ya mechi utaona namna ambavyo wana simba watakavyopendeza na jezi zetu mpya. Jambo la kumpongeza jeruti, kuna namna anasimama kwenye misimamo yake kuhakikisha anatengeneza jezi ambazo zenye quality zenye ubora mkubwa, anavutiwa na mwana simba kwenda kuzichukua. Lakini mimi naamini kwamba kila mwana simba jezi ameiona na amevutiwa. Simu zimekuwa nyingi zinapigwa kwangu, namna ambavyo watu watapataje jezi. Nawapa maelekezo, kuna namna ambavyo kila mmoja ananua jezi jezi yake mpya anakuja kushiriki na wanasimba katika siku ambayo itakuja kucheza ligi ya mabingwa bara Afrika zidi ya Petro. Bwana wanasema jezi nimeirudia, watu waseme na wataendelea kusema. Simba, simba ni klabu kubwa, lazima iende kuishi katika kikubwa. Ninaweza nikauliza swali, nikatoa ofa kwa Watanzania, hakuna ambaye atakayeweza kufanikiwa. Klabu kubwa kwa mwaka mmoja haiwezi kutoa jezi aina mbili tofauti, klabu kubwa? Katika bara la Afrika haipo, na kama ipo klabu kubwa katika bara la Afrika ambayo kwa mwaka inatoa jezi aidha mara mbili au mara tatu, mimi natoa ufa. Kwa hiyo Kisugu, kipindi kile ambacho cha misimu yes, miwili nyuma ama mitatu nyuma, Simba alipokuwa akitoa jezi hizi hakuwa kwenye ukubwa. Tulikosea, tuliko tulikuwa tunaishi kwa mazoea. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mazoea, kuna muda lazima uishi kwa mazingira halisi, si kwa mazoea, na kibaya zaidi unapokwenda kuingia ubia na kampuni kubwa za kutengeneza vifaa duniani, basi lazima uendane na namna ambavyo wao wanavyohitaji, kwa sababu jezi si mtoko tu, jezi ni biashara, na hii biashara inakwenda kuinclude watu wengi ukiachia Simba Sports, lakini kuna wafanyabiashara wadogo pia wanategemea wapate kipato kupitia hizo jezi. Kwa, kwa mwaka mmoja unapokwenda kutoa jezi aina mbili aina tatu, maana yake huendi kuwatendea haki wale wafanyabiashara wadogo, na uendi kuwatendea haki wafanyabiashara wakubwa. Kwa sisi kama Simba lazima tukiri, yeah. Tulikuwa tunaishi kwenye mazoea kwenye football. Sasa tumerudi katika uasilia kwenye football, yeah. Yeah, leo hii tunapata fuzo, mm. Na hapo nyuma kama mkiangalia historia nzuri ya Simba, yeah. Tulikuwa msimu mmoja atutoe jezi aina mbili au aina tatu, mm. Mm. Mabadiliko baada ya kupata mzamini ambaye anadhamini kwa kutumia nini kubashiri, mm. Sio vizuri kumpata mzamini ule ambaye aliyepita, mm. Kafu walivyompata Exbet wakaweka kanuni na utaratibu ya kusema lazima mumpate mfadhili mwingine asiendane na yule ambaye sisi tuliokuwa naye, tukalazimika kutengeneza jezi nyingine ambazo tukamweka mzamini mwingine. Lakini hii leo tumebadilika, klabu kubwa lazima uishi katika ukubwa, tunalinda ineji ya Simba lakini pia tunawalinda wafanyabiashara ambao wadogo wadogo wanafanya katika soko yeah. Juzi yuko swahiba yangu mmoja, sio vizuri kumtaja yeah. ananambia na pisi mia saba ya jezi fulani walionunua kwa mara ya kwanza yeah. Na akasema ni bora mara mia wangeendelea na ile system, japokuwa jezi zilikuwa sio bora, wangesimamia zile zile zile jezi. Baada ziko ndani, wanaume wakafiatua jezi nyingine, jezi zikasawa, jezi zaujika, wanaume wakafiatua jezi nyingine wako wafanya biashara wanatupigia simu, anasema Kisugu katusemee. Nawambia nendeni, mkasema wenyewe, kwa sababu anasema zile za ligi za mara ya kwanza hazijauzika, zikafyatuliwa za ligi nyingine hazijazahuzika, hajaweka sawa, anafyatua tena za klabu bingwa, watu wanalia mitaani, misingi imekata. Simba tutaki huko, tutamthamini mshabiki wa Simba lakini pia tutamdhamini mfanya biashara ambaye anafanya biashara kuhusiana na wafanyabiashara wadogo. Kwa maana jezi ambazo zimetolewa zinagusa pande zote mbili, lakini hizi ambazo zimetangazwa hapo jana, mdhamini ni mpya. Pasina shaka, iko container nyingine ambayo inaingia kwa ajili ya wafanyabiashara wengine. Rangi ni ile ile, mdhamini ni mpya. Bado tunarudi kwenye terminology kwamba jezi ni mpya tu. Vilevile kuna muda jezi zinabebwa kutokana na mashindano Leo hii sheria kumi na saba za mpira ni zile zile zinazotumika kila eneo. Umeona zimebadilika? Zinabaki kuwa ni zile zile, aidha uwe na mashindano ya klabu bingwa, sheria zinabaki ndio zile. Uwe na mashindano ya kuku, sheria zinabaki ndio zile. Uwe na mashindano yote, sheria nabaki ndio zile. Na sheria nabaki ndio zile zile. Kwa hiyo we inawezekana jezi ikawa ile, lakini ikaja kubebwa na nembo na jina ya yale mashindano ambayo yanakwenda kutumika na ikafika mahala ukasema, katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika mdhamini wetu alikuwa Mo, na unaweza ukasema ligi ya NBC mdhamini wetu alikuwa Betway. Kwa hiyo unapokwenda kufua, mtu akapita barabarani aliyekuwa, inawezekana matirio yakafanana, lakini kwenye wadhamini ikaenda kutoa utofauti juu ya hiyo jezi Hayo sasa yatakuwa ya kwako mi, majibu yangu nasema utofauti wake ukubwa kwanza wa mashindano unapofua na kuyanika pale ikaonekana neno moo, yule anajua kabisa ile ndio jezi ya klabu bingwa barani Afrika. Ukafua ukaweka jezi ya betway, yanajua ile ligi NBC. Kwa hiyo mwizi kama anataka kuiba anajua kabisa nikichukua ile andiko moo, hii ndio ya klabu bingwa. Anajua kabisa nikichukua ya ligi nani, ya, ya, ya, ya betway, anajua ile NBC kwa hiyo tofauti kubwa unakuja kwenye nembo iliyobeba kuelekea kwenye hayo mashindano, na ndio maana nikasema hakuna klabu kubwa yoyote inayoshiriki klabu bingwa barani Afrika ukiwaondoa wale akina mwajuma ndara ndefu iliyotoa jezi aina mbili tofauti kwenye msimu mmoja, ipo yes Afrika wanaoshiriki katika mashindano klabu bingwa barani Afrika nilichosema ni lugha, nimesema. Nyinyi mnasema kwa nini hamjazindua jezi, jezi kwa nini zina zinaoana zinafanana? Huwezi kwa msimu mmoja ukatoa jezi aina mbili tofauti. Nimesema tofauti wake unakuja kubebwa kwenye mashindano. Tumeelewana? na nimesema ni kweli, hapo nyuma tulikuwa tunafanya, lakini tulikuwa tunaishi kwa mazoea. Sasa tumerudi kuishi kwenye uasilia. nyama Simba alianzisha huo system ya kutoa jezi mbili, na sasa ameamua kuachana naye. Hii inaashiria nini? Kwanza tuwapongeze Simba, ameachana na maisha ya ushamba, amekuja kwenye maisha ya uasilia. Kuna muda mwingine mwanadamu unaweza ukaishi, lakini kwenye maisha ya ushamba. Hey, si Simba tumetoka sasa kwenye ushamba, tunaishi kwenye uasilia. Mzigo, wanasema mzigo, Sikata, mkata. Tajiri, tajiri kaishiwe, mnapokwenda kuzungumza mzigo umekata, kumbukeni mnakwenda kutaja kampuni bora duniani Diadora. tulia wewe shekhe, tulia tulia shekhe, wewe unaamini kwenye uelewa wako Diadora, mzigo unaweza kukata. Um, waandishi unajua kuja kuna na muda, muda kuna muda waandishi so tujadili sawa, vitu vya misingi tureke nani, tureke tureke nani? Tureke tureke nani? Tureke nani? Nasema mkana hivi mkana nasema hivi sisi tumeingia mkataba na Jeruti, lakini wakati tunaingia na Jeruti tunajua Jeruti anaubia na nani na Diadora. Kuna muda tujadili vitu vya msingi, kuna muda tuwa, tuwape sapoti watu wanaendana na nini na wakati. Leo hii mnajadili namna ambavyo, kwa nini jezi wametoa zile zile, zile zinazofanana? Kwa nini msijadili kuna watu waendani na muda? Hata nembo ya kafu umebadilika, hawajui Kwa nini kuna watu mpaka hii leo hawajui kuna mabadiliko nembo ya kafu inayotumika? Msiwajadili hawa, mnawajadili watu ambao wanaenda nini na muda, bora wewe ulivyoshika mike. Na ndio maana nikasema wewe, mimi nataka nikupe, ofa klabu gani kubwa kwenye bara la Afrika kwa mwaka mmoja inatoa jezi aina mbili tofauti? Simba Sport mlifanye hivyo, Yanga Afrika wanaendelea, tulia basi. Hilo nimesema, Simba tulifanya kwa ushamba. Ni nisikilize basi, Simba nimesema, tulifanya kwa ushamba hmm. Sasa tunarudi kwenye maisha uasiria hmm. Je, tunakubaliana kwamba klabu moja, klabu kubwa, haiwezi kwa mwaka mmoja kutoa jezi aina mbili? Tunakubaliana inawezekana tunakubaliana hatuwezi kukubaliana. Sasa kama hatuwezi kukubaliana, mi nataka kujifunza leo kutoka kwako. Nipe miaka miwili iliyopita, Al Ahli ikatoa jezi aina mbili tofauti kwenye msimu mmoja. Wanatoa edition kutokana na wanasema mashindano. Kwa hiyo mimi nimejibu nimesema kwamba utofauti unakuja kwenye nini, ukubwa wa nini? Kwa hiyo ndio maana nikasema utofauti unaokwenda kuonyesha kwenye jezi ni mdhamini.